Na wale mai? Maiki ateka. Na no, no, unalalalala wewe, wale wanaume wanalalanga nje sidilisha kukombolesha nyumba. Hey, hey, nifile kwa nyumba, kumekuwa na choto, nimesikia temperature imepanda. nikasema nikuche sasa ni cool off kitoko. Nip nipate please kitoko. Eh, when, when I admitted you in my house, hey. Ulinyambia, which one is your profession? Uh, doctor. Uliniambia ala professional doctor hiyo, <clears And throat> ndio lizon ilifanya nikupatie nyumba, sababu nilinjua mtu akingojeka kwa ploti. Unaweza ukafanya nini ukamutimba? <clears throat> na alafu juzi nikakuona ukiuza matunda na mkokoteni <clears throat> niliona. Ni eh. Mimi? Mimi Mr. Kokoto I can't live with the flaunt. Flauntster. I can't can't <clears throat> live live with with the the flauntster. Wezi niambia we ni daktari alafu nakuona na mkokoteni unauza matunda Mutu akigonjeka wa kwa ibulotu, utamutibu na nini? Uh, mimi ni daktari, I am a doctor. Nde tu nilikuambia I am a doctor. Doctor wa kienyeji. Huku eh. No, you did. Niambia wewe ni doctor wa kienyeji. Uli niambia wewe ni daktari professional. Na unatokanga pivi na suti na briefcase. Na nilikuona huko inje umevaa nini, upload unauza matunda. Eh, eh, mimi ni daktari wa kienyeji, natipu watu na matunda na mboka za kienyeji. Hizo ndio natipu nazo watu. Sasa mtu akingojea kwa hii ploti, utamtibu na mboga? Itategemea ni ugonjwa gani. Kama ni ugonjwa wa kienyeji nitamtibu tu na mboga za kienyeji na matunda. Lakini mimi ni daktari. Wala acha niwaambie Mr. Kokoto, mimi nilikombolesha a professional doctor. It's either ukuwe doctor or leave my house. You can't say uwezi kuwa mtu wa kuuza matunda na mimi nilikombolesha ndaktari. Mimi mwenye najua kwa, kwa hii nyumba ni daktari. Mtu wa matunda simjui. Kwa my, my caretaker. Kwa my, my caretaker. Yes. Be a doctor or leave my My house. Si mimi ni daktari. Chame... si mimi ni daktari. Maiki ateka. Yes. Si mimi ni ni mimi mimi mimi. Yes. Si mimi ni daktari. Mimi ni daktari wa kienyeji. Kienyeji. Natibu watu na matunda na mboka za kienyeji. Hai.